Siku ya Jumatano, vijana anayetaka kusoma masomo zaidi ya programu ya mia mbili ishirini. Nimepewa nafasi na balozi wa India, full scholarship full sponsored watu elfu moja kwenda India. Ezo wanataka kusoma degree ya kwanza, degree ya pili, wanataka kufanya PhD. Kwa hiyo siku ya Jumatano tutakuwepo ofisini pale, tunafanya usaili wa wananchi wa mkoa wa Arusha. Mtadiwe radhi, wageni wananchi wa mkoa wa Arusha ambao wanataka kujiendeleza kimasomo. Umeona fursa ya engineering ya kompyuta, unataka kusoma mambo ya udaktari, chochote unataka ku kusomea kupitia ufadhili wa serikali ya India, njoo na vielelezo vyako, tutafanya usahili, tutapeleka kwenye ubalozi. Vijana elfu moja wamepata full scholarship kupitia ubalozi wa India. Kwauge nyepesi, kama unahangaika na ajira na unaona muda wa ajira unakuchelewesha, njoo ongeza elimu. Na kama unaona ukiongeza elimu unachelewa kupata kazi, nenda VETA.